Aliyokusaidia wakati wa shida, aliyokusaidia wakati wa shida, hakikisha sana unapopata pesa unamregeshea kwa wakati. Usifanye ubahili, wakati mwingine ukawa na shida ukashindwa kusaidika. Binadamu wanasahau walipokuwa na shida wakasaidiwa, hmm, walipopata akasahau kwamba mimi niko na deni mahali. Wakati amepatwa na shida tena, kumrudi yule mtu inakuwaga ina ngumu. Kwa, kwa hivyo unapopata pesa kumbuka deni la mtu ama kumbuka ulichokichukua kwa mtu kwa haraka sana, maanake ili kesho upate msaada zaidi. Binadamu sisi ni wengi kwa kusahau, tunapenda kusahau kwa haraka na tunapenda kukumbuka wakati tunapokuwa na shida. Kwa hivyo ima ima, maisha yanabadilika, tubadilike na tuwe watu wa sawa. Kumbuka ulichokichukua kwa mtu aa, ili upate msaada kesho.